Wanaharakati mbalimbali nchini Tanzania wanaoishi ugaibuni wameibuka hadharani na kuitaka serikali ya Donald Trump kuingilia serikali ya Tanzania. Wanaharakati hao wakiongoza na Mange Kimambi wamekuwa wakiandika makala mbalimbali katika mitandao ya kijamii kuishawishi serikali ya bwana Donald Trump kuingilia kati dhidi ya serikali ya Tanzania. Ifahamike ya kwamba Oktoba 29, 2025 ulifanyika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, uchaguzi mkuu ambao uliambatana na maandamano na vurugo kubwa zilizosababisha vifo vya wananchi walioandamana kuipinga serikali iliyokuwepo madarakani, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, wapinzani wa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan wamejitokeza katika mitandao ya kijamii kuitaka serikali ya Marekani kuingilia kati. Hatua hii inakuja zikiwa zimepita siku mbili tangu Marekani itangaze kumshikilia rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kufuatia serikali ya Marekani kuweka kwamba inamshikilia kiongozi huyo hufuatia madai mbali mbalimbali ikiwemo dhidi ya utawala wake uliodaiwa kuwa utawala kandamizi dhidi ya wananchi wa Venezuela, pamoja na madai yanayohusika moja kwa moja na uuzaji pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mange Kimambi amesema kwamba baadhi ya wakosoaji wamelaani sisi tunaotaka Marekani ingilie kati wakisema kwamba watanzania wenyewe wanapaswa kukabiliana na serikali hii. Wacha niwe wazi. Wapinzani walipinga tarehe 29 Oktoba 2025, walishuka mitaani na wakakutana risasi za moja kwa moja. Wandamanaji walipigwa risasi hadi maandamano yakakandamizwa kabisa. Hata wale walio nyumbani walipigwa risasi ndani ya nyumba zao ili kueneza hofu. Kwa hivyo ninauliza swali rais: kwa yeyote asiyeunga mkono uingiliaji wa Marekani nchini Tanzania, ni Watanzania wangapi zaidi wanapaswa kuuawa na serikali yao wenyewe kabla ya uingiliaji wa Marekani? Tafadhali tupeni idadi. Je, ni elfu tano zaidi au elfu kumi zaidi? Kwa wale wanaosema Marekani haitasaidia Tanzania kwa sababu haina mafuta ghafi, hiyo siyo sababu kuu. Maduro si raisi tena wa Venezuela. Sababu halisi ni kwamba watu wake walimkataa na walimuona kama kiongozi haramu. Hii ndiyo hali inayokumba Tanzania. Tanzania ina rasilimali nyingi za asili, ni pamoja na uranium, gesi asilia, makaa ya mawe, nikeli, lithium, dhahabu, tanzanite na almasi. Rasilimali hizi kwa sasa zinanyonywa sana na nchi kama UAE, China na Russia. Nchi hizo zinaendelea kuunga mkono serikali Nchi hizo hazijali maisha wa Tanzania, hazijali wangapi wetu tunaouawa na serikali mradi tu wanapora kwa hakika, UAE inasaidia serikali ya Tanzania silaha. Kama Marekani ingeunga mkono watu wa Tanzania tungekomesha utawala wa kimkakati UAE, China na Russia na badala yake kujenga ushirikiano imara na Marekani. Hii ingekuwa ushindi kwa pande zote, aliandika hivyo mwanaharakati huyo kutoka nchini Tanzania naishi nchini Marekani. Ifaamiki ya kwamba miezi kadhaa iliyopita kumekwepo na matamko kadhaa hasa jumuiya za kimataifa zikilaani vikali kufuatia mauaji yaliyotokea siku yali ya Oktoba 29 kufuatia uandamanaji vurugu na maandamano makubwa yaliyozuka katika baadhi ya mikoa na maeneo nchini Tanzania. Baadhi ya nchi kama Marekani ziliweka wazi kutathmini uhusiano wake mpya dhidi ya serikali ya Tanzania, huku Washington wakiweka wazi mstakabali wao kwamba wanachunguza zaidi kama wataweza kuendelea baina ya serikali ya Marekani pamoja na serikali ya Tanzania kufuatia kile kilichotokea katika siku 29 ya Oktoba 29 2025. Wanaharakati hao wanajitokeza katika kipindi ambacho sasa serikali ya Tanzania imekuwa ikipiga hatua kutaka kutafuta ufumbuzi dhidi ya maridhiano ya kitaifa. Hata hivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alisema kwamba serikali yake itaunda tume ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Pamoja na mambo mengine hata hivyo, tume hiyo imeshaanza kazi rasmi, lakini pia siku ya Disemba 31, 2025 rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan alisema kwamba serikali yake itaunda kamati itakayoenda kutengeneza maridhiano ya kimkakati, hasa maridhiano ya kitaifa, ili kuendeleza umoja na mshikamano wa kitaifa. Pia ifahamike kuwa viongozi mbalimbali wa serikali ya Tanzania ameshaweka wazi swala la kuingiliwa na mataifa ya nje, huku akisema kwamba Tanzania ni nchi huru na inaweza kujitawala wao wenyewe pasipo mashinikizo na kuingiliwa na mataifa ya Ulaya.